wakihamasisha wanayoyaita maandamano ya amani yasiyo na kikomo ya, ya tarehe 9 Desemba 2025. Hicho wanachohamasisha na kukiita maandamano ya amani, mtu yoyote aliyewasikiliza na akiendelea kuwasikiliza, wanahamasishana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 zisitolewe kwani wakifanya hivyo nchi itasimama. Nani pia wanahamasishana kuwa watahakikisha wanawafuata popote walipo watumishi wa serikali ili wawazuru. Tisa, wakati haya yakiendelea kwenye mitandao ya kijamii tumesikia matamko mbalimbali mbali na wanaoyatoa wanasema wanaohamasisha